Kwa leo kwenye kesi ya Nyundo <coughs> tulikuwa tunamalizia hoja ya utambuzi kwa maana ya identification, na hoja ya ushahidi ambayo kwa Kiingereza tunaita proof beyond reasonable doubt, yani be ushahidi uliokuwepo au kuacha mashaka. Hivyo ndio vitu vya vi, muhimu sana vya leo, lakini kwa ujumla, uh, sababu zilikuwa 33 katika sababu 33 tatu tulizigawanya katika mafungu tisa. Katika mafungu tisa yote tumeyamaliza, na mafungu yenyewe ni kama ifuatavyo: moja ilikuwa ni swala la ukamataji kama ulikuwa ni sahihi, na nani aliwatambua ili waende wakamatwe, ilikuwa ni hoja hiyo. Hoja ya pili ilikuwa ni uchukuzi wa kitu kinaitwa caution statement, maana yake ni ile karatasi ya kukiri hati ya kukiri yaani, kama mtu amekiri makosa. Lakini hoja nyingine iliyokuwepo ilikuwa ni hati ya mashtaka. Je, iko sawasawa au haipo sawasawa? Sasa hayo tumeshamweleza jaji huko, kwa upande wetu tuliona haiko sawa. Sasa ukiacha hicho, kulikuwa na hoja ya chain of custody, yaani swala la vile vitu ambavyo walikamatwa navyo mpaka vikaletwa mahakamani. Je, ilikuwa ni sahihi lakini <coughs> kingine kilichojiri ni seizure note, yani kwa maana ya ile hati, yani vitu vilivyokamatwa, ile karatasi yake ilijazwa sawasawa au haikujazwa sawasawa? Ushahidi wa video wa kwenye mitandao, walichukuaje hiyo simu anayosema ilikuwa ya Nyundo? mpaka ikajaletwa mahakamani. Hizo ndio hoja za msingi sana ikiwepo na hukumu. Je, hukumu iliyotolewa ilikuwa sawa sawa kulingana na hati ya mashtaka ambayo ililetwa? Hivyo ndio vitu vya msingi sana ambavyo tumejadili kwenye kesi. Kwa hiyo shauri limeahirishwa mpaka ha, siku ya Alhamisi, tarehe ngapi? tarehe, tarehe kumi na mbili. Tutaendelea kusikiliza hoja za mawakili wa serikali na tutakuwa na nafasi ya kufanya kitu kinaitwa rejoinder yaani hoja jumuishi za mwisho. Kijaji ndo anajua pale alipofikia anaonaje. Mm, sio mimi, si kazi yetu ni kufanya tu presentation.